Moja ya tabia ambayo kware wanayo ni kupenda kujibanza au kujificha sehemu yenye eneo dogo. Yaani, unapotengeneza banda au tuseme kasha au keji ya kuwafugia, hakikisha haina sehemu ambazo wanaweza kujibanza. Kwa mfano, hii chupa nimeweka maji ya uvuguvugu kwa ajili ya joto, lakini naona wote wanang'ang'aniana waingie hapa. Kwa hiyo unakuta sasa, kwa mfano, yule atakayeingia wa kwanza, akiingia, kwa mfano, hii eneo hapa kwenye hii kona hapa, wengine watakuja juu yake juu yake, matokeo yake baadaye anakosa hewa, anakufa, au anamkanyaga sana kiasi kwamba anaweza kupata ulemavu na vitu kama hivyo. Kwa hiyo unapotengeneza banda au kizimba au tuseme box, hakikisha halina vitu vingine ambavyo vinaweza vikatoa mwanya au vikaweka eneo ambalo E, kware wanaweza kujificha. Wanapenda kujificha, hii sio kwa wadogo, mpaka wakubwa. Hakikisha hamna sehemu yenye eneo dogo ambapo wanaweza kujificha. Unamuona kama huyu huyu hapa, ameingilia upande wa huku chini ya, ya kwenye, kwenye huu mdomo wa chupa, amepita hapa chini, amekuja kutokea huku. Kwa hiyo kama wengine hawa wamepanda, wako hapa juu, basi wanaweza kumfanya akose pumzi na pengine asiweze kurudi upande wa huku, kwa sababu kwa hapa tayari hamna nafasi nyingine ya kukimbilia. Lakini vinginevyo lazima uhakikishe pia wanapata e, joto na na maji. Kwa mfano hapo, naona nimewekea maji kama kawaida. Lazima uweke kokoto au mawe madogo kwa ajili ya kuwazuia wasiweze e, kutumbukia au kuzama maji kwenye drinka, na, na lazima utumie drinka ndogo, ile ya size ya mwisho ile ndogo kabisa. Lakini pia vifaranga wa kware wanahitaji uangalizi wa karibu, nadhani kuzidi ndege wote ambao tunawafuga nyumbani, kwa sababu wanakuwa wenzetu um, wanaita very delicate, yani kwamba kufa kwao ni rahisi, kuumia kwao ni rahisi, kwa sababu ya size yao ni wadogo sana. Kwa hiyo hapa, ngoja ni waongezee chakula Naona kama huyu, naona kisha azidiwa. Kwa hiyo wakati mwingine unaweza kuweka maji kwa kwa muda tu, pengine kama nusu saa wakiwa wadogo, ili waweze e, kunywa yale maji. Wakishakunywa yatoe yaweke pembeni tena kwa muda, au kama huko jirani kuweza kuangalia kwa ukaribu, basi fanye hivyo. Vinginevyo pia e, pamoja na hayo, sijajua kama wanapenda kuogelea ama wanapenda maji lakini utakuta wengi wanapenda kuingia kwenye chombo cha maji. Kwa hiyo utakuta wameloa, na wakishaloa kama hamna joto, baada ya muda mfupi wana kufa. Kwa hiyo hivi ni baadhi ya vitu ambavyo natakiwa kuzingatia unapofuga kware. Unaona kama alivyokaa huyu, tayari anajisikia raha kwa sababu ya joto lililoko kwenye maji. Sasa anaweza kakaa hapo, wewe akajisahau akasinzia, wenzake wakaja juu yake mpaka wanakuja kumuoa. Kwa hiyo hivi ndivyo unavyoweza kufanya kuzuia baadhi ya maafa yanayoweza kuwapata kware wako. Subscribe kama bado. Kama unahitaji mayai ama kware vifaranga ama wakubwa, karibu sana. E, maelezo na kila kitu yatakuwa sehemu ya description ya video. Subscribe kama bado, tuendelee kujifunza. Asante sana kwa kutazama.